kuzitaka ziada za kheri ziende kwa bwana mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Na tunaanza darsa yetu ya kuandika Kiarabu na hati mambo ya msingi ya Uislamu kujifunza, kwa sababu utakapojua kuandika Kiarabu na utakapojua kusoma lugha ya Kiarabu, basi wepesi salama wa kuisoma Qurani utapata, ili tupate salama ile ya Allah siku ya Kiyama lazima tujikite na kusoma dini li yetu. Inshallah katika darsa ya leo tutakwenda kuona e, katika kipengele cha kuunda maneno katika lugha ya Kiarabu, lakini sambamba na hivyo darsa zetu zinapatikana YouTube. E, darsa zetu zinapatikana YouTube at Muslim Education Center. Kwa mwenye maswali, mwenye maoni Eh, atutumie kwa njia ya WhatsApp au njia ya kawaida kwa namba sifuri saba sabini na tano sitini na saba sabini sabini na sita sifuri saba sabini na tano sitini na saba sabini sabini na sita sifuri saba sabini na tano sitini na saba sabini sabini na sita Lakini pia kwa mwenye uhitaji wa vitabu vya kusoma Qurani vitabu vya kujifunza namna gani ya kusoma Qurani inshallah. Basi tunaendelea hapa, kutakuwa kuna uhitaji baadaye kwa wewe mwenyewe kujiendeleza katika kusoma, sababu tunapata msingi namna gani utakwenda kusoma maneno ya Qur'an na namna gani utakwenda kusoma maneno ya Kiarabu inshallah, twende pamoja, eh ili tufike tunapotaka, biidhnillah. Naam, sasa hapa katika kipengele cha kuandika ya Kiarabu, leo tuko katika kipengele maalum, kipengele chetu kinaitwa kuunganisha herufi. Sasa leo tunakwenda mwanzo moja kwa moja katika kipengele kinachoitwa kuunganisha herufi. Kuunganisha herufi kwa maana ya kawaida ni kitendo, katika lugha ya Kiarabu, ni kusichukua herufi mbalimbali yeye, kwa mfano tukaza neno alhamdu, tunachukua herufi mbalimbali ili tuunde neno, neno alhamdu. Hizi ni herufi ambazo tukizichukua tukataka kuziunga zitatupatia neno alhamdu. Kwa hiyo ili tuweze kuunganisha herufi, kuna mambo muhimu kwanza ya kuzingatia Hatuwezi tukaenda tu moja kwa moja katika kuunganisha herufi, sio twende hatua kwa hatua. Lakini katika mambo ya muhimu kuzingatia ili tuweze kuunga herufi, jambo la kwanza ni lazima ujue miundo wa herufi inapokuwa mwanzo, kati na mwisho. Herufi za ijai katika neno, tuna neno labda au tuna herufi labda, limeandikwa nun ba la. Tuna neno labda, nun ba la. Hii ni herufi inakuwa ni mwanzo, hii ni herufi inakuwa kati, na hii inakuwa mwisho lakini hizi herufi tukizirudisha katika asili yake tunakuja kuipata hii ni nun, hii ni ba, hii ni ba na huyu hapa ni la. Sasa ili tuende kuunga huko, nasema tuijue miundo ya herufi, namna gani zinakuwaje, kuwaje, mpaka tunakuja kupata hili neno lakini. Suala la pili au jambo la pili, lazima tujue herufi ambazo haziungi kwa mbele ni herufi gani, ambazo katika kuandika lugha ya Kiarabu tunaandika kulia kwenda kushoto. Maanake tunaanzia hii kwa mbika kumumba kiala kulia kwenda kushoto Mungu ndio utaratibu wa Kiislamu. Jambo lolote linaanza kufanyika kulia kisha unaelekea kushoto. Hoyo, kwa hiyo tunaanza kuandika kulia kwenda kushoto. Mamaake, Hoyo, herufi, na kushoto, maana yake ni saa saa tunaanza kutembea kuelekea mbele. Kwa hiyo ikiwa tutaandika herufi m na ikiwa nataka kwenda kuunganika huku huku mbele kuna maherufi ambazo hazikubali kuunganika kwa mbele na herufi nyingine. Mfano wake ni dal. Dal, nataka umuunganishe na lamu Lam mara uko kwa nyuma, na huyu lam ipo mwishoni, manake nyuma yake kuna herufi anaungana naye, na huyu dal anakwenda kuungana, manake anaenda kuungana kwa mbele yake na herufi lam. Sasa tutaka kuunga hapa, tuende tukapata hiyo. Kwa hiyo twende kidogo kidogo, tukaone kwamba ni herufi gani ambazo hazikubali kuungwa kwa kwa, kwa mbele, kisha naweza kuona hizo herufi, tutakwenda kuchora jedwali na zungu herufi, kisha tutaunga. Kwa hiyo twende tukaone herufi ambazo hazikubali kuungwa kwa mbele, herufi tunazo kama zifuatazo: namba moja, namba moja tuna alif. tuna alif kama mmeona, lakini tuna herufi dal na herufi tuna herufi tuna herufi kisha tuna herufi waw. Hizi ndio herufi ambazo u kwa hiyo, ukishazitambua hizi herufi na ukishaikiwa miundo ya herufi, moja kwa moja katika somo la kuandika lugha ya Kiarabu, wewe ulikuwa ushamaliza, kwa sababu ushaijua miundo ya herufi moja kwa moja unakwenda kuunga herufi. Sasa twende tukaone miundo ya herufi za hijai, tukaione miundo yake. Baada ya kuiona miundo yake, tutakwenda mdogo mdogo katika kuunganisha maneno manene. Unaanza na kipengele cha kwanza tunakwenda kuona jedwali, jedwali la nundo ya mlundo. Lakini pia kumekuwa na tofauti kati ya hizi mbili, kwamba Hamsa na Alifu ni kitu kimoja, kweli? Unapomsikia Alif na Hamza ni kitu kimoja. Lakini katika herufi za Hijaiya tunaziandika siku 29, unaona usema siku 28. Hii hoja ni pia ni hoja. Kwa nini? Unapomzungumzia Hamza, Hamza anaandikwa na herufi tatu, anaweza akabebwa na herufi tatu. Unaweza kumkuta Hamza anaandikwa juu ya Alif, unaweza kumkuta Hamza anaandikwa juu ya Wawu Hamza kwa ya. So hii ni Hamza, Hamza, Hamza, lakini hii ni Hamza tutakavyoitia irabu baada ya fatha, itasomeka a, hii itasomeka a na hii itasomeka a. Lakini Hamza anaweza akaandikwa kama hivi, akaandikwa na haraka zake, akaandikwa baada na tanwin. Lakini tofauti yao inakuja wapi? Hamza anaweza akaandikwa kama hivi akaandikwa na haraka zake, lakini Alifu anakuwa nikaweka hapa haraka ya fatha katika Hamza kisha nikaweka na mada ya alif sukun, inasomeka a huyu moja kwa moja. Huyu ni hamza, na huyu ni nani? Ni alif. Kwa hiyo hapa tumekwenda kuzitenganisha katika herufi 29, hamza tukamweka kivyake kwa sababu hamza anatumika kivyake, ana matumizi yake, naye anatumika kama alif sasa. Lakini huyu alif anaweza kutumika kama mada. Kwa hiyo ndio hoja ambazo, ndio nasema siku 28, ongea sasa, siku 28 katika nyumba ya herufi za hijai, herufi zinazokuwa na mzoni kati na mwisho. Sasa tukachora odwali de yetu yeah. Kisha tuanze kuunga maneno haya, hapa ni herufi yenyewe herufi ya ijai inakaa hapa, lakini hapa hiyo herufi itaka kukwenda inavyokuwa mwanzoni katika neno katika neno neno lilikuwa kubwa hivi na kwa mwanzoni kabisa. Hapa herufi inapokuwa katikati, lakini hapa hiyo herufi itakapokuwa mwishoni katika neno. Lakini moja kwa moja tunapenda kuanza na alif, na tunajua alif anapokuwa mwanzoni, maana yake, na toa mfano, alamthila, toa mfano hapa, tuandike bana neno e, neno labda neno alif lam dal. Tuna maneno, tuna herufi, tuna herufi tatu zinazoungana. Lakini tumemwona alifu ni hajaungana na la. Kwa nini? Herufi ambazo hazikubali kuungana kwa mbele. Yaani huyu kwa mbele mbele hawezi kuungana na mbele. Kwa atabaki kama alivyo. Lakini tumemwona la kaungana na dal. Kwa hiyo alifu inavyokuwa mwanzoni, itakavyokuwa kati na itakavyokuwa mwisho tutakuja kuona katika jedwali. Inakuwa tunaanza na alifu ile herufi alif mwanzoni, anakuwa kama alivyo, kati anakuwa hivi, na mwishoni anakuwa hivi. Tunaenda kwa herufi ba. Ba mwanzoni, hiyo ni herufi ba mwenyewe, lakini anakwenda kuungana na herufi nyingine anakuwa hivi. Maana yake anakwenda hapa, kuna herufi inakuja kuungana na ba, herufi ba inakuungana na herufi. Kuja kuona hapa, ba anakuwa katikati katika neno, katika lakini pia hapa baa inavyokuwa mwishoni katika neno. Hii ndio sababu ambayo wa inasumbua watu wengi kushindwa na kusoma maneno ya Qur'an, kwa sababu herufi mtu hajui kwamba herufi inavyokuwa mwanzoni, inavyokuwa kati, inavyokuwa mwishoni. Na kwa hiyo once ukai ukajua kwamba hii ni baa mwanzoni, na kwa hivi kati, na kwa hivi mwisho, kwa na inasomeka kama ilivyo alif alif alif alif, ba ba ba ba tena tukaona herufi ta, katika asili yake. Hapa anapokuwa anakwenda kuungana au anapokuwa mwanzoni katika neno, hapa anapokuwa katikati katika neno ta, na hapa anapokuwa mwishoni katika neno alif. Alif zote ni alif haiwezi kabadilika usomaji, itakapokuwa mwanzoni katika asili yake, ikiwa mwanzoni, ikiwa kati, ikiwa mwishoni. Sasa na wewe utoke uende ugenini huko, uwezi ukatoka hapa uende Morogoro kabadilisha jina, utoke hapa uende wapi kabadilisha jina, utoke hapa sijui uende wapi kabadilisha jina. Haiwezekani, jina lako litabaki kuwa vile vile. Sasa sana hizi herufi utakapoiandika popote itasomeka kama alif, na huu ni usomaji wa asili, hatakiwa kuongeza chochote katika usomaji huu na ukauelewa usomaji huu wa asili, basi wewe katika usomaji wa Qur'ani moja kwa moja unakwenda kusoma Qur'ani vizuri kabisa. Alif, alif, alif. Hapa tuna tha, tuna tha. Tha hapa anavyokuwa mwanzoni katika neno, hapa thaa alivyokuwa katikati katika neno, na hapa tha anavyokuwa mwishoni katika neno. Lakini pia tuna jim, jim hapa alivyokuwa mwanzoni katika neno ni hapa anapokuwa hapa mwishoni katika nini. Jimu jimu hapa tuna anapokuwa mwishoni katika anapokuwa katikati katika neno mwishoni mwishoni katika neno.